Kwa muda mrefu, wakazi wa, wa maeneo ya Changamwe Chaani, Port Reitz na uwanja wa ndege wamekuwa wakiishi katika ardhi inayozozaniwa bila ufahamu wa hatari inayowakodolea macho, kampuni ya Kenya Pipeline ikiwataka wakazi hao kuhama katika mpango wake wa kitaifa wa kusafisha njia za bomba la mafuta inayolenga kuimarisha usalama kwa kuepuka mlipuko wa mafuta kando kando mwa bomba hizo. Hata hivyo mbunge wa Changamwe Omar Mwinyi anapinga vikali hatua hiyo akilaumu mamlaka kwa kutowashirikisha viongozi wa eneo hilo katika mpango huo. This week, wanatuletea maaskari karibu mia moja, mia mbili ili kuwatisha wananchi wetu kuwaambia wa, wa, wale wapangaji watokegozi. Wa hili eneo ni lazima munihusishe katika mambo yenu. Anasema kampuni hiyo imepuuza mikutano iliyoitishwa na bunge la kitaifa kutatua mzozo huo, huku akidai kuwa baadhi ya viongozi wanatumika kuwanyanyasa wenyeji halisi wa maeneo hayo. Kuna Kenya Pipeline, shirika la serikali, wamekuwa wako na hamu kubwa sana ya kuondosha watu wetu katika makao yao, na wamekuwa wakifanya hiyo jambo kama kwa kisasi, kama kwa chuki, kwa sababu tumewaita kwa mazungumzo. Mpaka bunge wamewita, wakatoa udhuru hawana nafasi, watakuja hii siku ingine, hawakuja. Nchi wetu ni maskini, wanafanya kazi zetu, wanafanya kazi za jua kali pale, wanaita ndio nyumbani. Mtu akifika pale hata kama hakupata chakula, hakupata pesa siku hiyo, analala ndani nyumba yake. Leo wewe unataka waondoshe kwa sababu wewe upate 100 milioni ama 200 milioni? Hiyo haitakupeleka mahali. Mbunge huyo aidha amewahakikishia wenyeji kuwa wiki ijayo naibu wa rais atazuru eneo hilo akiambatana na mashirika husika ya serikali ili wakazi wapate haki katika mpango huo. Nimezungumza na makamu wa rais hii mchana wa leo na amenihakikishia anakuja wiki ijayo, Tutembee hapo na taasisi zote za serikali, tuangalie hiyo sehemu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili haki ijulikane. Na hilo tumesema, kwa sababu gani? Tulizungumza na rais akiwa hapa, atupatie makamu wake aje akae na sisi, tuangalie hilo suala la hiyo sehemu, kwa sababu tumehangaishwa kutoka 2002 kwa katika hiyo sehemu <coughs>